Mgombea udiwani ameniomba tuhakikishe tunakumbuka kufanya maboresho kwenye shule ya msingi Lipokera. Naomba niwaambie, tuna madarasa zaidi ya mia mbili hamsini na tano yatakayojengwa kwenye shule zetu za msingi, na kipaumbele itakuwa ni shule yenu ya msingi ya Lipokera, takwenda kuiongezea madarasa Tuna zaidi ya vyoo mia moja hamsini tutakavyovijenga kupitia kwenye ilani ya uchaguzi itakayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Ninawahakikishia Lipokera, baadhi ya vyoo hivyo vitakuja kujengwa kwenye shule ya msingi Lipokera. Lipokera oye! Lipokera oye! hapo vipi? Hapo vipi? Tumeshirikiana, tumejenga shule ya sekondari ya Kata ya Mbingamharule, na kwa sababu serikali ya Chama cha Mapinduzi kupitia ilani ya uchaguzi imewezesha kutengeneza miundombinu iliyo bora, ufaulu wa watoto katika sekondari ndani ya halmashauri yetu ya wilaya ya Songea ya jimbo la Peramiho umetoka asilimia 76, umepanda juu mpaka kufikia asilimia 97. Ufaulu huo unatokana na utekelezaji mzuri wa ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi iliyopita na ndiyo maana leo katika kijiji chetu cha Lipokera kata yetu ya Mbingamharule, tumeazimia kujenga shule nyingine ya sekondari katika kijiji cha Lipokera. Ndugu zangu wana Lipokera, ilani hii ya uchaguzi imetuagiza kuongeza madarasa mtakapotiki elfu mbili na ishirini na tano Oktoba tarehe ishirini na tisa tutakwenda kuongeza madarasa ili sekondari yetu ya Lipokera ikamilike na watoto waweze kusoma vizuri katika miundombinu iliyo bora, na ninawahakikishia kwamba tutasimamia ufaulu kupitia sera mpya ya elimu na tunataka watoto wa Lipokera wapate elimu bora kama wanavyopata watoto wengine wa Kitanzania. Piga makofi mengi kwa ajili ya Ilani ya Uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi.